mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano tulikuwa, kabla ya hapo tukijaribu, kutaja mifano husiana na kuwaidhika na nchi ambazo ziliweza ziliwahi kutokea machafuko, watu wakawa wamezikosa haki zao kwa sababu ya matatizo yaliyotokea katika nchi yao au nchi zao. Lakini na sisi ile tarehe ishirini na tisa, baada ya kutokea zile vurugu ambazo zilitokea kwa wale ambao walifanya vurugu katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu na tukawa tumekosa haki mbalimbali mbali ambazo watu wanazikosa kwa sababu ya kukosekana amani katika maeneo, tukashindwa kuendelea na darasa zetu ambazo tumejiwekea kusoma mara kwa mara, tukashindwa kuswali msikitini swalatul jamaa katika baadhi ya swala

wa shule walikosa haki ya kwenda shuleni, hawakuweza kusoma. Hiyo haki yao walikosa, lakini pia yani, wafanya biashara, wafanya biashara walikosa haki ya kuuza, na wanunuzi walikosa haki ya kununua. Hizo haki zote zilikosekana, lakini si hivyo tu. Kwa haraka haraka, baadhi ya bidhaa zilipanda bei, kama vile nyanya, e, mchicha, mchele, mafuta, yale mahitaji ya lazima ya haraka haraka yalipanda bei kwao, watu wakawa wamekosa haki zao, kwa sababu bidhaa zilikuwa kwa bei ya chini zikawa zimepanda bei. Huko kwetu Vingunguti, mchicha huo unauzwa shilingi mia tano mpaka mia tatu mia nne kwa hali ya kawaida, lakini mchicha ulikuwa unauzwa shilingi alfu moja kwa watu walikosa hizo haki zao. Kwa hiyo haki hata ya kwenda kwenye kahawa, wazee wanakuwa wanaenda kwenye vijio vya kahawa, hiyo haki pia waliikosa kubadilishana mawazo. Kwa hiyo haki mbalimbali za wasafiri katika basi kusafiri kwenda katika maeneo mbalimbali mikoani, hizo haki zilikosekana. Lakini pia kuna watu ambao huwa wanapata msaada kutokea kwa wenzao walikosa haki pia za kusaidiwa. Kuna ustadhi alimpigia simu ustadhi mwenzake akamwambia, sasa hivi sasa nimeishiwa chakula nyumbani, kama kuna chochote, naomba nitumie. Anampigia simu ustadhi mwenzake, ustadhi mwenzake akamwambia, kweli chakupa ninacho, yani pesa ninayo, lakini uwezo wa kwenda kwa kwenda kwa mwakala ili nikutumie, sina huo uwezekano, haupo kwa hiyo, hiyo haki pia ya kusaidiana pia ilikosekana. Kwa hiyo haki nyingi kuanzia tarehe 29 27 29 30 mpaka eh, pale ambapo tuliruhusiwa kutoka haki nyingi zilikosekana, kwa, kwa sababu ya kukosekana amani, kwa wale walioleta vurugu za kuchoma maduka ya watu kuharibu mali za watu, kuiba. Wakishindwa kuiba, wanachoma moto. Kwa hiyo walikuwa wanaharibu mali za serikali na walikuwa wanaharibu mali za watu, hata wengine hawana mafungamano na serikali au hawana mafungamano na vyama vya kisiasa. Kwa hiyo haki zilikosekana kwa sababu ya kukosekana amani. Kwa hiyo ikiwa kuna amani ndio inapatikana sasa, matunda nayo ni haki. Haki ni tunda ambalo linapatikana baada ya kupatikana amani. Kama hakuna amani, basi haki nyingi zitakosekana. Kwa hiyo, zamani na kabla ya tarehe ishirini na tisa tulikuwa tunatoa mifano, tunasema kwamba kuna Algeria tunataja mifano, Kongo tunatoa mifano, e, Libya. Lakini na sisi tumejaribu sasa kuona wenyewe, hasa hasa sisi ambao tunaishi Dar es Salaam, tumeona sisi wenyewe kwa sababu tulikuwa tunakaa ndani na kila mmoja alikuwa anaogopa kutoka nje. Kwa hiyo ni lazima tuzidi kuwaidhika. Tulikuwa tunawaidhika kupitia watu wengine, sasa hivi tunaweza kuwaidhika kupitia sisi kwa sisi. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ailinde na aihifadhi na aidumishe amani ya Tanzania. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih aimatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fiman ittaqaka wa tab'a ridhaka ya akramal akramin. Hii ni Wajawema Online TV, online TV. Ha hapa ni elimu tu.